Kuu wa jeshi la polisi Tanzania, afande Inspekta Jenerali wa Polisi Kamilus Wambula ametoa bajaji moja kwa Masima Nyau, kutokana na uzalendo alioonesha, ujasiri pamoja na ushirikiano wa dhati eh, kwa jeshi la polisi katika utekelezaji wa dhana ya ulinzi shirikishi. Hii ni kuonesha kwamba jeshi la polisi tupo karibu na wananchi wote, hata wale wanaoshirikiana na jeshi la polisi katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Nashukuru jeshi la polisi, Afante wa Mbula, AGP kwa msaada ambao wamenisaidia kunikabidhi bajaji. Nashukuru jeshi lote la polisi. Asema asante sima, mingi ya kuongea. Bajaji itanisaidia naona, watoto wangu wenyewe watasoma. Mume wangu alikuwa anafanya kazi ya ulinzi shirikishi e, ndo ikatokea itilafu kama hiyo, ndo wakasema basi huu mguu wawezi ukakaa hivihivi, bidi tuukate, ndo usalama wake utakuwepo, maana utaoza tena utakuwa wote haupo. Tangu wapate mwenzangu wa ajali yani yaani siamini mpaka nimefikia hatua kama hii. Nilijua kwamba nishafika mwisho wangu, maango shakuwa hivi. Yaani napenda tukuwashukuru sana, Mungu awabariki.